Je, unatamani kupata wateja wengi na kuongeza mauzo katika biashara yako? Pengine unafanya biashara kwa muda mrefu, lakini kupata wateja imekuwa ni changamoto kubwa sana. Ina maana kuna mbinu hauzijui, kuna mbinu ambazo wanazitumia washindani wako zinazowapa wateja wengi ambazo pengine wewe hauzijui. Unafahamu kwamba ili upate mauzo ambayo asilimia themanini ya wafanyabiashara hawayapati, basi unapaswa kujua vitu ambavyo asilimia themanini ya wafanyabiashara hawavijui. Katika siku leo bwana, katika YouTube channel yangu ninaenda kukufundisha njia rahisi za kupata wateja wengi kupitia bei. Eh, unajua wa, wa, wateja wanapofanya maamuzi ya kununua kwa mfanyabiashara fulani huwa wanaongozwa na bei kuliko kitu chochote kile. Hasa Afrika na Tanzania, wateja wanapofanya maamuzi ya kununua bidhaa au huduma fulani wanaangalia bei kuliko wanavyoangalia ubora wa bidhaa au ubora wa huduma. Kwa hiyo karibu hapa katika YouTube, usiondoke mpaka mwisho nitaenda kukufundisha njia kubwa tatu rahisi za kuvuta wateja wengi kupitia bei. Na njia ya tatu nitakayokwenda kuambia ndio njia muhimu zaidi ambayo unaweza kuitumia na ukaleta mabadiliko makubwa katika biashara yako. Karibu sana bwana, kama ndio kwa mara kwanza unanitazama. Mimi ninaitwa Victor Mwambene, ni mwelimishaji wa masuala ya fedha na biashara niliyeidhinishwa na Benki Kuu ya Tanzania. Tafadhali usiache kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa ninapokuwekea somo jipya katika YouTube chaneli yangu hii. Mimi ni mwandishi pia, nimeandika vitabu vinne. Kitabu changu cha kwanza kinaitwa Kanuni ishirini za Fedha. Nimeandika kitabu cha pili kinachoitwa Jinsi ya Kuanzisha na Kukuza Biashara, ambacho ndio kinazungumzia haya mambo ya bei na kupata wateja wengi. Kitabu cha tatu kinaitwa E, nguvu ya kujua kinachoeleza siri za mafanikio. Kitabu cha nne kinaitwa akili ya fedha kinachoeleza mbinu za kutoka kwenye maskini na kujenga utajiri wa kudumu. Sasa kama nilivyokuambia bwana, katika siku ya leo ninaenda kufundisha njia kubwa tatu rahisi za kuvuta wateja wengi kupitia bei. Kuna njia nyingi za kuvuta wateja, si mara zote unatakiwa utangaze, uhangaike kutumia pesa, utumie nguvu kubwa, uwe jasiri kusimama kwenye majukwaa ya watu. Wakati mwingine unakosa pesa pesa kutangaza kwenye kwenye redio na TV, unakosa pesa ya kurusha kwenye matangazo ya kulipia, lakini kuna kuna wakati unaweza ukatangaza bila kutumia pesa. Kuna wakati unaweza ukavuta wateja uka attract attention kwenye biashara yako bila kutumia pesa bila kutumia nguvu kubwa ukatumia tu bei, yani kuna namna ya kuvuta wateja kupitia bei, how to attract customers kupitia price unayoipanga. Ziko njia nyingi, lakini leo nitaenda kufundisha kubwa tatu. Nisikilize kwa makini, na njia ya mwisho pengine inaweza ikakusaidia zaidi. Njia ya kwanza ya kuvuta wateja wengi kirahisi kupitia bei ni kupitia kupanga bei inaitwa competitive pricing au bei kwa kuangalia washindani. Hapa unavuta wateja kwa kupanga bei inayofanana na washindani wako, eh? Wateja kama nilivyokwambia wateja wengi Tanzania na Afrika wanaangalia bei sana wanapofanya maamuzi ya kununua, wanapoanza, yaani, ni ile chakula kwa mama Ana au kwa mama Frenki nikanunue viatu kwa Juma au kwa Victor wanaangalia sana bei kuliko wanavyoangalia ubora wa vitu, hasa kwa sababu wateja wengi Afrika na Tanzania wanaondokea kwenye kundi linaloitwa cheap au discount custom. Hivyo basi, kama utapanga bei kwa kuzingatia hii mbinu inaitwa competitive pricing, itakuwa ni rahisi sana kuvuta wateja. Hapa kuna namna tatu za kupanga bei kupitia competitive pricing. Namna ya kwanza, unaweza ukapanga bei sawasawa sawa na washindani wako. Washindani wako wanauza Kilo moja ya nyama elfu tano, na wewe unauza kilo moja ya nyama elfu tano Washindani wako wanaamua kushusha bei, wanauza kilo moja ya nyama elfu nne, na wewe unaamua kushusha bei. Hii inaitwa eh, price according to the competitors, unapanga kulingana na washindani wako. Kwa hiyo washindani wako wakipanga bei na wewe una wakipandisha bei na wewe unapandisha bei, washindani wako wakishusha bei na wewe unashusha bei washindani wako ukiwa ni wali nyama elfu tano na wewe unauza nyama elfu tano wakishusha 3500 na wewe unashusha 3500. Kwa hiyo ni namna ya kwanza ya kupanga bei kwa kuangalia washindani, unapanga bei sawa sawa na washindani wako. Sasa kuna namna ya pili, inawezekana usiweze kupanga bei sawa sawa na washindani wako. Namna ya pili unatafuta bei ya wastani sokoni, average price. Kwa maana ipi? Unaangalia, e bucha la kwanza wanauza wanauza nyama kilo moja elfu tano bucha la pili anauza kilo moja elfu kumi. Unachukua elfu tano jumlisha elfu kumi unagawanya kwa mbili, unapata price ya wastani, eh average price. Yani unaangalia mama anauza walinyama elfu mbili mama Juma anauza walinyama elfu moja kwa unachukua elfu mbili jumlisha elfu moja elfu tatu gawanya kwa mbili. Hiyo ni hesabu zinaitwa hesabu za wastani, average mathematics hizo. Eh, unachukua jumla gawanya kwa idadi, eh unachukua wauza nyama wako wangapi, unagawanya kwa jumla ya gharama unazouza Sija kuchanganya hapa kidogo kweli. Iko hivi. Kama wauza nyama, kuna mmoja anauza 1200, mwingine 1400, mwingine 1600. Unachukua 1200 jumlisha 1400 jumlisha 1600, unagawanya kwa tatu kwa sababu wako watatu. Unapata bei ya wastani. Yani, lengo la bei ya wastani ni kwamba bei yako isiwe kubwa sana sokoni na wala isiwe ndogo sana sokoni. Kwa wateja wanapokutafuta, wanapokutafuta wapi pa kununua, wanakuja kugundua kwamba wewe bei yako inafanana na wengi. Bei yako iko kawaida. Kwa sababu bei wakati mwingine ikiwa ndogo sana watu wanaogopa; wanaweza kuhisi hivyo vitu ni feki, na bei ikiwa kubwa watu wanakukimbia, wanaona una Wapiga, si unaelewa ndo maana ya hii average price kwenye competitive pricing. Kwa hapa tuko kwenye njia ya kwanza kuvuta wateja wengi kupitia bei, nayo ni competitive pricing. Nimekwambia kuna namna tatu za kupanga bei kupitia washindani wako, competitive pricing. Namna ziko mbili actually. Namna ya kwanza, unapanga bei sawa sawa na washindani wako, akishusha na unashusha, akipandisha na unapandisha. Namna ya pili, unapanga bei ya average price kwenye sokoni, unaangalia wengi wanauzeje sokoni, alafu unatafuta bei ya wastani ambayo wewe haitakuwa ndogo wala haita kuwa kubwa. Hiyo ni namna ya pili. Sasa kila mbinu ya kupanga bei na kuvuta wateja ina faida na changamoto zake. Faida kubwa ya mbinu hii ni kwamba inakufanya usi, inakuondoa kwenye ushindani wa bei. Inakuondoa kwenye nini? Ushindani wa bei, kwa sababu wateja watakavotafuta kununua kwako, wakija kugundua kwenye swala la bei, watagundua kwenye bei mnafanana. Kwa hiyo mtashindana kwenye mambo mengine, mtashindana kwenye quality, mtashindana kwenye good customer care, huduma nzuri kwa wateja, mtashindana kwenye ubora wa bidhaa, ubora wa huduma yenu na namna mnavyotoa huduma yenu au bidhaa yenu kwa kasi, lakini kwenye bei mtakuwa mna mnafanana. So hiyo ndo advantage kubwa au ndo faida kubwa ya kupanga bei kwa kuangalia washindani, yani kwamba wateja watakaotaka kununua, watakapowatafuta kwenye kununua, wataona mnafanana bei na washindani, kwa hiyo haitakuwa ishu. Lakini ukiwa na bei tofauti kabisa na wapinzani wako, wengi wataenda kwa wapinzani wako, hasa kama bei yao ni ndogo. Changamoto ya hii mbinu ni nini? Changamoto yake ni moja kubwa, wewe unapopanga utasema kwamba labda mimi nitauza wali nyama elfu tatu kama wenza, wapinzani wangu wanavyouza 1000 uwezi jua wenzio wananua michele kwa ujumla, uwezi jua wamepata kwa bei gani malighafi zao. Yani wao wenzio wanaweza wakawa wananua vitu kwa wingi, ndio maana wanauza kwa bei ndogo. Sasa wewe ukijipangia bei kwa kurupuka tu, kwa kusema mimi napanga sawa sawa na washindani, bila kuangalia mazingira mengine ya gharama za uendeshaji mali kwenye biashara yako, unaweza ukafeli. Kwa hiyo ni mbinu ambayo inatakiwa uitumie kwa akili sana, hii competitive price. Usiende tu kusema kwamba hawa wapinzani wangu wote wanauza E, walinyama elfu tano nami nitauza elfu tano, bila kujali kwamba wewe una umeweka AC, wenzio wameweka feni. Gharama za uendeshaji na uendeshaji biashara zimesha tofautiana. Bila kujali wewe e, mgawa wako huko sehemu nzuri zaidi, hakuna korongo, hakuna mtaro, na umewawekea marumaru, umewawekea mazingira mazuri ya freshi pale na vitu vingine. Sio kuna other factors to consider unapopanga bei Kupitia competitive pricing ili usije ukala hasara. Wenzio wanaweza kama wamenunua mzigo mkubwa kwa jumla, mzigo mkubwa sana kwa sababu unavyonunua mchele mwingi, unapunguziwa bei, unavyonunua mafuta kwa wingi, unapunguziwa bei unavyoenda ku... lakini wewe unakuta, e, unanunua kidogo kidogo, unaenda kununua na pimiwa mafuta ya kupimiwa ya 500 500 au elfu tatu tatu, mwenzio anaenda kununua mengi, kwa hapo wa mwezi mkatoboa. So mbinu ya kwanza kuvuta wateja wengi kupitia bei ni kupitia competitive price. Unapanga bei sasa sana na washindani wako, mnakuwa hamna kingine ambacho wateja wana wa compare, wanaona bora, wanunua huwe yatuwata kwako kwa, kwa sababu bei mnafanana. Kwa hapo sasa wewe unatakiwa uwe mjanja, uwe na good customer care, uwe na speed of delivery, utoe huduma yako kwa kasi kuliko washindani wako. Tuje kwenye mbinu ya pili ya kuvuta wateja wengi kupitia bei, tunaita price skimming. Price skimming ni unabadili badili bei, yani unakuwa huna bei maalum na hapa unabadili badili bei yani, leo wateja wanakuta na bei hii, kesho wanakuta na bei ile, kesho wanakuta na bei. Kwa hiyo wanavutiwa na bei yako ile, eh. price skimming kwa maana ipi? Kuna njia mbalimbali, kuna sababu mbalimbali za kwa nini unaweza kwa unabadili badili bei. Kuna kwanza ni msimu, msimu wa sikukuu unapandisha bei, eh, una I mean unashusha bei. Msimu wa sikukuu, kama suti ulikuwa unauza laki mbili, una msimu wa sikukuu unauza laki na nusu, unavuta wateja wengi pale tayari, eh, kupitia msimu wa sikukuu. Lakini pia wakati, pia, wakati ambao watu wametokea kupokea mishahara unaweza ukashusha bei ili kuhamasisha watu wengi kununua. E, wakati wa mishahara ile, mwisho wa mwezi na mwanzoni mwa mwezi, mwanzoni kabisa pale. Lakini namna nyingine ya kubadili bei, sababu nyingine ya kubadili bei, unaweza kubadili bei wakati wa e, msimu wa mavuno. Mbegu zinakuwa zina bei msimu wa kilimo, mbegu zina bei kuliko msimu wa mavuno. Kwa hiyo wewe msimu wa e, kilimo unaweza kushusha bei kidogo au unaweza kupandisha msimu wa kilimo ukapandisha bei kwa kutokana na demand and supply. E, demand inapokuwa kubwa na wewe, unaweza kupandisha bei ili kupata faida. Lakini kwa sababu hapa tunazungumzia kupata wateja wengi kupitia bei, kwa hiyo wewe unashusha bei kupitia misimu mbalimbali, ili kusudi uweze kupata wateja wengi. Unatangaza tume... katika msimu huu wa kilimo tumeshusha bei zetu za mbegu, badala ya eh, kilo moja ya mbegu ya mahindi kuipata kwa elfu nane mia tano uipata kwa elfu saba tu yes unaona unatangaza hivyo na hii ni so psychological pricing si mara zote unaweza ukawa ume ume, ume umeshusha bei inawezekana bei yako ilikuwa 7000 ila ukawaambia wewe tumeshusha kutoka kwenye 8000 mpaka 7000 so ni psychological ni swala la kisaikolojia zaidi sio tunaelewana eh kwa kunabadili badili, badili bei kutokana na msimu wakati eh, lakini pia eh, kama hivyo misimu ya sikukuu misimu ya kilimo msimu wa mvua eh, ulikuwa na bidhaa zako unaziuza kwa bei nzuri zaidi E, kwa sababu nataka uuze bidhaa nyingi, zitoke uendelee kufanya biashara zaidi. Sisi tumeelewana mpaka hapo hiyo eh, ni mbinu ya pili ya kuvuta wateja wengi kupitia bei kupitia kubadili badili bei yani, unakuwa una hauna bei moja e, wateja wakiona huyu ameshusha bei wanakuja. Hiyo ni mbinu nyingine nzuri sana. Sasa mbinu ya tatu ambayo nimekuambia ni muhimu sana na unatakiwa kusikiliza kwa makini inaitwa Penetration pricing. Yani, mbinu ya tatu ya kuvuta wateja wengi kupitia bei ni penetration pricing. Hii ni mbinu unayoitumia kama unaingia soko jipya kwa mara ya kwanza, kama unaingia sehemu mpya kwa mara ya kwanza, hujawai kuuza hiyo sehemu, hujawai kuuza hicho kitu, unaingia kwa penetration pricing. Kwa maana ipi? Hii ni mbi, ni bei ya kuingilia sokoni. Unapanga bei kwa kuingilia sokoni, ili unaingia sokoni kwa bei ndogo ili uwavutie watu wengi. Sisi tunaelewana mpaka hapo eh? Kwa maana ipi? Watu wote kwenye mtaa wako labda wa Sinza A au Sinza Vatican wanauza wali nyama elfu tano. Wa unauza walinyama kwa elfu nne tu. Kwa watu wote wanajua kabisa ah, ukitaka walinyama wa bei ndogo lakini quality ile ile nenda kwa Mr. Victor pale. Mr. Victor ana walinyama elfu nne walinyama elfu tatu mia tano quality ni ile ile, lakini bei ndogo. Kwa hiyo inaitwa penetration pricing, ni bei ya kuingia sokoni. Unaingia sokoni kwa bei ndogo, lengo ile bei ndogo ikutangaze, watu wengi waje wajae. Lakini watu wanavyoendelea kuja maintain ile quality ya product yako, una maintain ya quality ya product lakini unajitangaza, unajiboresha kwenye huduma nzuri kwa wateja, ili siku utakapopandisha bei uweze kufanya nini? Uweze baki na wateja, kwa sababu changamoto kubwa ya njia hii ni kwamba ukipandisha bei watu watakukimbia, lakini sio wote watakimbia, baadhi wengine watabaki, watakuwa royo kwako. Hiyo ndio changamoto kubwa ya njia ya penetration pricing, lakini faida kubwa hii njia ni kwamba itakufanya uwe tofauti sokoni na itawapa wateja sababu ya kuja kununua kwako na sio sehemu walikozoea. Ukumbuke unapoingia sokoni kwa mara ya kwanza, lazima una sababu ya msingi, kwa nini wateja waje wanunue kwako na sehemu nyingine walikozoea. Kwanini waje wale kwako? Kwanini waje wanunue nguo kwako? Kwanini wanunue vyombo kwako, mapazia kwako? Unaweza ukaingia na bei ya kuingilia sokoni. Wea unauza vitu vya electronics, unauza nguo, unauza vyakula, unauza vinywaji, unaweza ukaangalia hii mbinu ukaingia nayo sokoni. Tukubaliane kwamba hizi ni mbinu tatu nilizokufundisha, haziwezi kutumika zote kwenye kila aina ya biashara kuna aina ya biashara utatumia penetration pricing. Kuna aina ya biashara utatumia competitive pricing, kama biashara za vinywaji. Lazima upange bei sawa na wenzio, huwezi ukauza soda Coca-Cola ukauza elfu moja mia tano wakati hakuna value iliyoongezeka pale unless kwa Coca-Cola unauza, unauza bei kama sehemu yako umeiboresha sana kwa kama wewe ni vibanda tu vya mangi unauza, uza bei ambayo wenzio wanauza, hapo utatumia kwa penetration, utatumia competitive pricing. Lakini kwenye price skimming, kwenye mambo ya mbegu ita price zaidi, unauza nguo wakati wa msimu wa sikukuu utabadilisha bei, sio kila kitu utabadilisha bei, uweze ku-apply price skimming, kubadili bei, kubadili bei wakati wa vinywaji unauza soda tu wakati wa sikukuu unashusha; hapo ndo unataka, upandishe. Kwa unapotumia hizi mbinu tatu, lazima uwe makini, na aa na aina ya biashara. Kuna aina ya biashara unaweza ukatumia mbinu zote tatu, kuna aina ya biashara unatumia mbinu moja hapa, na pengine, huenda kuna aina ya biashara unatumia mbili tu, si tumeelewa? na mpaka hapo hiyo, no ndio mbinu ya kuvuta bei wa kuvuta wateja, na njia za kuvuta wateja wengi ziko nyingi wapendwa, sio hizi tatu nilizokwambia, kwa sababu leo nilibezi kuvuta wateja wengi kupitia bei. Unaweza kujifunza mbinu zingine za kuvuta wateja wengi au mbinu zingine za kuongeza mauzo kwenye biashara kupitia kitabu changu hiki kinaitwa, Jinsi ya kuanzisha na kukuza biashara. Ndani ya kitabu hiki nimetoa miongozo mingi sana, kuanzia jinsi ya kuanzisha biashara, kuanzia jinsi ya kupata wazo bora la biashara, una mtaji fedha ujui ufanye biashara gani itakayokulipa, biashara ambayo kwa sasa ndo dili. Soma kitabu hiki utapata mawazo bora ya biashara, lakini pia una wazo bora la biashara ujui upate wapi mtaji. Nimeeleza aina kumi za mitaji humu na nimeeleza mtaji sio pesa peke yake, lakini nimeeleza pia mbinu kubwa saba za kupata mtaji pesa wa kuanzisha biashara. Inawezekana ndugu zako ana hela, baba yako ana hela, lakini hujui namna ya kumshawishi, soma kitabu hiki. Una rafiki zako ana hela, hujui namna ya kuwashawishi wakupe mtaji fedha, soma kitabu hiki. Lakini ndani ya kitabu hiki nimefundisha, e, jinsi ya kuwa mbunifu katika biashara, jinsi ya kujitofautisha, mbinu za masoko, customer care nzuri, e, kwa sababu kuna watu wanafikiri kwenye biashara kwa sababu ya poor customer service. Jifunze jinsi ya kuwahudumia wateja kupitia kitabu hiki, jifunze mambo ya masoko marketing, jifunze mambo ya sales, utaelewa kila kitu kuhusiana na biashara kupitia kitabu hiki. Nimeeleza mwanzo mpaka mwisho kuanzia unavyoanzisha mpaka mambo ya kuajiri mpaka mambo ya jinsi ya kukuza biashara yako. Hii kitabu ni shilingi elfu ishirini tu. Somo la leo nimelitoa upya la mbinu za kuvuta wateja wengi. Lakini ukiacha hii kitabu ambacho ni elfu ishirini nina kitabu kingine kinaitwa hiki akili ya fedha. Kitabu kinaeleza mbinu za kutoka kwenye maskini na kujenga utajiri wa kudumu ni shilingi elfu ishirini na tano tu. Hiki ni kitabu changu kipya, ni kizuri sana ise kitabu changu kingine kinaitwa Kanuni ishirini za Fedha. Kinaeleza misingi ya kutengeneza, kutunza na kuwekeza fedha kwa usahihi. Una changamoto ya kuweka akiba? Una changamoto ya nidhamu ya fedha ya kutunza fedha? Una changamoto katika uwekezaji, ujui kuwekeza? Unataka kufahamu aina mbalimbali za uwekezaji Tanzania, uwekezaji kwenye ISA, uwekezaji kwenye hati fungani, uwekezaji wa pamoja kama UTT? Au unataka kufahamu masuala mazima ya tabia za kitajiri, jinsi matajiri na maskini wanavyotofautiana? Soma kitabu hiki ni elfu ishirini. Na kitabu kingine kinaitwa nguvu ya kujua. Kitabu kinaeleza siri kumi na sita za mafanikio. Hii kitabu kinaeleza mafanikio kwenye maeneo yote. kinaeleza siri za mafanikio kwenye maeneo yote: eneo la familia, eneo la ndoa na malezi na mapenzi, mahusiano ya kimapenzi. Kinaeleza mafanikio kwenye fedha, mafanikio kwenye biashara na ujasiriamali, mafanikio kwenye kazi, mafanikio kwenye kipaji kwa mambo um, nimezungumza mambo mengi, afya, kipaji, malengo, jinsi ya kupanga malengo. Nimezungumzia masuala pia afya ya akili, jinsi ya kuishi maisha marefu na yenye furaha na amani. Nimeeleza masuala pia mtazamo chanya, kwa sababu mtazamo wako ni muhimu kuliko uwezo ulionao. Unaweza kuwa na uwezo wa kufanya mambo makubwa duniani, kwa sababu ya mtazamo hasi ulionao, negative beliefs ulizonazo, mindset ulionayo, unaishia kuwa mtu wa kawaida. Kwa hiyo, nimeeleza pia namna ya kubadili mtazamo hasi ulionao na kuwa na mtazamo chanya ili uweze kufanikiwa. Nacho hiki ni shilingi elfu ishirini. Lakini pia tuna vitabu vya uandishi wengine vya Kiswahili viko hapa vingi, kama elimu ya msingi wa fedha, jinsi ya kutafuta pesa. Tuna kitabu cha Kiswahili kizuri sana kinachoitwa usimamizi wa biashara na fedha, imeandikwa na Dr. Msemwa. Tuna vitabu pia kama akiba na uwekezaji cha bwana Parson, kitabu kizuri sana kinachofundisha mambo ya akiba na uwekezaji. Tuna vitabu vya Kiingereza pia kama Rich Dad Poor Dad, Richest Man in Babylon, Seven Habits of Highly Effective People, Atomic Habit, viko vingi kama unavyoviona hapa katika shelf zetu hizi na hapo nyuma vipo vya Kiingereza, vipo vya Kiswahili, viko vya fedha peke yake, vipo vya, vya biashara na viko pia vya, vya mafanikio. Karibu sana bwana, usiache kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa tunapokuwekea somo jipya, na kupata vitabu, wasiliana nasi kwa 0744126640, au piga namba ya simu unayoiona ya dukani kwetu unayoiona katika skrini, na zaidi nifuatie kwenye mitandao yangu yote ya kijamii kwa jina la Victor Mwambene, Instagram Victor Mwambene ni follow, TikTok Victor Mwambene, mtandao wa X Victor Mwambene pamoja na hapa YouTube. Asante sana bwana, Mungu akubariki sana. Duka letu liko Savei karibu na Mlimani City.